Kuna programu ambazo tumezianzisha ambazo lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba zinawajenga vijana wetu na kuwazalisha vijana ambao watakuwa wana hofu juu ya Allah Subhanahu wa Taala. Kama mnavyofahamu kwamba miongoni mwa changamoto ambazo serikali inapitia ni swala zima la kuwa na watendaji wasiokuwa na uadilifu. Sasa na sehemu pekee ya kupata, kupata vijana wa namna hii ni kupitia katika vituo vyetu kama hivi. Ndio maana tumetangaza kwamba kuanzia mwaka kesho tutabadilisha utaratibu wetu wa kufundisha masomo ya dini. Tutakuwa na masomo ya fiqihi, tauhidi, tajuedi, Qurani eh, ambayo tumeipa kipaumbele ambayo itakuwa na program ambayo itakuwa ni ya kipekee zaidi, kwa sababu kumekuwa kuna changamoto, vijana wanameeza kidato cha nne, lakini wanaingia mtaani, anajikuta mpaka matokeo yanatoka anakuwa kama kapotea kabisa. Sasa sisi tumeanzisha program ambayo itakuwa ni kwa ajili ya masomo ya dini tu kuhifadhi Qur'ani na masomo mengine ya dini ili kumjengea kijana msingi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameeleza juu ya dunia na akhera. Kama unataka dunia, ni lazima usome elimu inayohusu masala ya dunia. Kama unataka akhera, lazima ujue wajibu wa kuipata akhera. Sasa ukitaka yote mawili, ni lazima usome mambo ya dunia na mambo ya akhera. Faida ya elimu iko wazi, nyinyi hapa Waislamu nasema, sisi si serikali, tulishasema si hatuna dini, ila watu wetu wana. Kwa hiyo dini yako na imani yako ina mwisho kwetu sie. Nyinyi Uislamu unasema mzee, kama wewe ukitakiwa ufanyiwe operation, kwa haki ya Uislamu, kwa sababu operation ile, hijabu ya nguo zinaondolewa, ni lazima upate daktari mwanamume na mwanamke nmwanamke atakapopata gala kufanyiwa operation ni lazima apatikane daktari mwanamke. Haya, hospitali zetu sisi hayo yapo. Ukija sisi, utakapokuja ndo tutakavyokupokea. Tulishasema sisi hatuna na maana, ni lazima kuitafuta ilmu ya operation. Wapi inapatikana? Thaqib Islamic Center na Nyasaka hapa, uje usome jiografia, uje usome fizikia ili ukarushe ndege na Uislamu umesema watu msiojua kukazia ilmu waulizeni wanao. Muislamu bora ni yule anayetimiza wajibu wake. Wajibu wa mwanafunzi ni kufaulu.